Je, nikikuambia kwamba moja ya mashirika ya kigaidi yanayoogopwa zaidi katika karne 21, ISIS, halikuibuka ghafla? Ungeamini kwamba mizizi yake haikutokana tu na itikadi, bali pia magereza, mapambano ya madaraka na maamuzi yaliyofanywa katika vyumba vya mbali na watu ambao hawakuwahi hata kukanyaga Iraq. Dola la Kiislamu halikutokea kama uchao, lilitengenezwa kwa machafuko. Hii ndiyo hadithi ambayo vitabu vingi vya historia havisemi. Asili za siri za ISIS. Hadithi inaanza mwaka 2003. Marekani inaivamia Iraq. Utawala wa Saddam Hussein unaanguka pamoja na ule uwiano dhaifu uliokuwa ukiunganisha makundi mengi ya Iraq. Kwa usiku mmoja mamia ya maelfu ya wanajeshi wa Iraki walifutwa kazi. Hakuna ajira, hakuna kipato, lakini walibaki na silaha pamoja na hasira. Watu hawa hawakutoweka, walijificha, wakiwa na machungu, wakiwa wamedhalilishwa, wakingoja kisasi na katika machafuko ya uvamizi, aina mpya ya vita ikaanza. Katika kipindi cha uvamizi, majeshi ya Marekani yalijenga gereza kubwa kusini mwa Iraq Hebuka. Maelfu ya wairaki walifungwa humo, wengi bila kesi, bila mashtaka, bali kwa tuhuma tu. Miongoni mwao kulikuwa na mtu mmoja mtulifu asiyeonekana wa maana sana, Abubakar al-Baghdadi. Ndani ya uzio ule jambo la ajabu lilitokea, wapiganaji wa jihadi walikutana na maafisa wa jeshi walopoteza kazi. Wapiganaji wa jihadi wakawashirikisha wanajeshi wa zamani itikadi zao, na wanajeshi wa zamani wakawashirikisha wapiganaji wa jihadi mbinu zao za kijeshi. Kemboka ikawa chuo kikuu, chuo cha ugaidi. Ilipofika mwaka elfu mbili na tisa Baghdadi alipokuwa anaachiwa huru, ISIS tayari ilikuwa ni wazo lililokuwa likingoja cheche ya kulipuka. Cheche hiyo iliwaka kupitia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Syria. Wakati utawala wa Assad ukipigana na waasi, machafuko yakavuka mipaka. Katika machafuko hayo kundi la Baghdadi likajitokeza, awali likijulikana kama al Al-Qaeda nchini Iraq, lakini walitaka zaidi ya ugaidi, walitaka dola. Wakajibadilisha jina na kujiita dola la Kiislam Iraq na Siria, yani Islamic State in Iraq and Syria, kifupi ISIS. Mwaka 2014 walifanya jambo ambalo kundi lolote la kigaidi la kisasa halijawahi kufanya. Waliteka jiji lote la Mosul. Walipata mabilioni ya dola katika silaha zilizotekwa na maelfu ya wapiganaji wake. Bendera nyeusi sasa ilikuwa ikipepea juu ya theruthi moja ya Iraq na Syria. Dunia ilikuwa ikitazama tu, ikiwa imechelewa. Kwa nini ISIS ilikuwa haraka kiasi hicho? Pesa, hofu na propaganda. Walikuwa wakiuza mafuta kwenye soko la magendo, wakati mwingine hata kwa maadui waliokuwa wakiwapiga vita. Walirekodi mauaji, si kwa ajili ya kutisha tu, bali kwa ajili ya kujitangaza. Video zao zilirekodiwa kwa weledi wa kiwango cha juu kabisa, mithili ya sinema za Hollywood za kutisha. Walitekeleza ugaidi kwa ubora wa hali ya juu ili kuvutia watazamaji, kupata wafuasi na kudhibiti fikra za watu. Kwa kweli, ISIS walifanikiwa. Maelfu kutoka kote duniani walijiunga na kile walichokiita ukhalifa. Dunia haikuweza tena kubaki kitazama tu. Mwaka elfu mbili kumi na nne Muungano uliongozwa na Marekani ulianzisha mashambulizi makali ya anga. Miji ikaanguka, viongozi wakauawa. Lakini kila mara ISIS ilipopoteza vita ilibadilika, ikawa si jeshi tena bali itikadi. Ilipofika mwaka 2019, Baghdad Baghdadi alikufa. Uhalifa ulianguka. Lakini je, vita vilikuwa vimekwisha kweli, au mbegu zilizopandwa miongo kadhaa nyuma bado zilikuwa ziko chini ya magofu zikisubiri kuchipua tena? Ili kuielewa ISIS, lazima tuelewe mazingira ya kuzaliwa kwake: miongo ya utawala wa kidikteta, uvamizi wa kigeni, migawanyiko ya kidini na kikabila kila vita viliivunja jamii hadi machafuko yakawa jambo la kawaida. ISIS haikuhusu dini au kisasi pekee, ilihusu pia kujaza ombwe la uongozi. Historia inatuambia kila wakati, machafuko yanapotawala, kitu au mtu huinuka kudai udhibiti. Kwenye majivu ya kushindwa kwa ISIS kizazi kipya kinamea, kizazi kilichoshuhudia machafuko mengi, maumivu mengi. Swali halisi si jinsi ISIS ilivyoporomoka, bali kwa nini iliinuka, kwa sababu dunia isipojibu swali hili, historia inaweza kujirudia. Asili za siri za ISIS si kuhusu kundi moja, mtu mmoja au itikadi moja. Ni kuhusu kile kinachotokea pale ambapo kukata tamaa kunajibiwa kwa mabavu, na dunia inapofumba macho kwa muda mrefu sana. Historia si mkusanyiko wa matukio ya zamani, ni kioo. Hadithi ya ISIS inatuonya: ikiwa ukosefu wa haki migawanyiko na machafuko havitadhibitiwa, wanyama wa kesho wanaweza kuwa wanazaliwa leo, kwa sababu vita haianzii uwanja wa vita, bali huanza gizani, pale ambapo watu walopuuzwa wanasubiri kusikilizwa.